Ukipoteza kibali unapoteza wepesi ambao ungeupata kwenye hiyo nafasi. Vitu vinaanza kuwa vigumu ambavyo kimsingi vilikuwa vyepesi. Na ndio maana siku zote usijiandae kwa vita wakati wa vita, jiandae kwa vita wakati wa amani. Sio kila mtu anaweza akakuua kirahisi rahisi, wengine huwa lazima waende kwenye madhabahu za giza wakaone ni siku ipi inafaa kukumaliza wewe kama mazingira yatakayokusaidia kukatia rufaa uhai wako ni kanisani ni ibada, wanahakikisha wanakutenga kabisa na ibada. Mapambano yanapokuwa makali kwenye ulimwengu wa roho, maono uliokuwa nayo juu ya hatima unayoiendea yanaondoka. Wewe unaweza ukajiona ni mfanyakazi, lakini kumbe wewe ndo unayokoa watu wasife kwenye hilo eneo. Unaweza ukajiona tu ni mke, lakini kumbe wewe ndio umebeba hatima za watoto. ko unaweza usielewe nafasi ambayo Mungu amekupa wewe. Ukiona vitu vinatokea unaweza ukafikiri ni vitu vyepesi tu, lakini kwenye ulimwengu wa roho, ibilisi ameshafanya calculation za hali ya juu sana. Shetani akileta mgogoro kwenye ndoa yeye aangalii mke na mume, saa hiyo anaangalia hao watoto watatu ambao hawatamwona baba na mama wakiwa pamoja. Wewe unaweza ukakiona kitu chepesi leo lakini kinaenda kutafuna mtoto kesho. Kesho mtoto akai kwenye ndoa, usije ukapuuzia kitu chochote kinachoashiria kuondolewa kwenye nini, kwenye nafa... usije ukapuuzia, usije ukapuuzia.